Hello. Kama wewe ulikuwa unashindwa jinsi gani unaweza ukatuma maombi ya nafasi mbalimbali zilizoelekezwa kwamba utume maombi yako katika njia ya email. Leo tumekuandalia somo ambalo unaweza ukaangalia tu ya kwanza hadi ya mwisho jinsi ya kutuma maombi ya nafasi mbalimbali mbali za kazi kwa kutumia email. Kwa hiyo unatumia simu ama kompyuta, utakwenda katika kipengele cha compose, utabonyeza baada ya hapo itakuja peji ambayo itakuhitaji kuweka taarifa ya email ambayo kwamba inapokea maombi hayo ya kazi. Kwa hiyo ikiwa email umeshaikopi basi utaipaste hapo au kama unaijua utaiandika. Mfano labda email yetu ni uh, elimchap elimchap elimchap@gmail.com. Hakikisha utaiandika kwa usahihi. Baada ya hapo utaselect ili iweze kusoma sasa. Kama tunavyoona hapo, email yetu imesha imesha soma sasa. Hatua nyingine utaangalia na aina ya tangazo hilo, kama tangazo limeeleza kwamba ombi yako yatumwe kupitia email fulani copy to. Sasa copy to, uta, utapewa email ya pili. Sasa ukipewa email ya pili copy to, utakwenda hapa kulipoandikwa cc kuweza kuweka ile email ya pili ambao amekuambia kwamba tuma maombi ya nafasi ya kazi kupitia email, watakuwekea kwanza copy tu ndio utakuja kuiweka hiyo email ya pili. Kwa hiyo kama hawajatoa maelekezo, basi hautafanya chochote katika kipengele hiki. Baada ya hapo, tutakuja katika subject. Hapo utaweka position ya nafasi ambayo wewe unaomba ama unatuma maombi kwamba kuna nafasi fulani umeangalia ina, ina, ina, ina kufaa kulingana na, na sifa ulizotoa, kwamba zina mechi na taaluma yako, utaiweka sasa hiyo position hapa. Baada ya hapo, hapa chini utaweka hapa, utaweza kuweka maelezo mafupi ya barua yako. Unaweza ukakopi maelezo mafupi yale ya barua yako. Mfano, sisi hapa tumekopi maelezo ya barua yetu. Hii ni, ni subject labda tuweke mfano wa subject hapa. Tunachukulia mfano wa subject ni huu hapa, na mara nyingi unaweza ukaweka subject peke yake, ama ukaanza na kuweka jina lako. Mfano jina lako ni, ni jina la mwisho, ama unaweza kuanza ukatumia ni Musa, utaweka kisha utakuja na hiyo alama, utamalizia hivyo hapo. Utakuwa tayari umeshaweka subject kulingana na ile nafasi unayoomba wewe. Sasa hapa chini nimesema kwamba unaweza ukakopi ile barua yako. Tunashughulia barua yetu ndo hiyo, maelezo mafupi ni hayo. Tumekopi, baada hapo tunakuja kuyapesti hapa. Utakuja kupesti kama hivyo, ambayo tu yanaeleza kwa kifupi namna wewe mwenyewe ulivyokuwa unatuma una maombi na sifa zako ulizokuwa unazionyesha katika barua ile. Baada ya hapo utakuja katika kipengele cha Attach files. Sasa hapa utahitajika wewe kuattach ile barua ya maombi CV, pamoja na, na vyeti vyako vya taaluma ili uweze kumaliza maombi, lakini pia unaweza ukaongeza taarifa binafsi, mfano kaweka regards, alafu ukaweka hivyo, kisha ukaweka taarifa zako binafsi, labda wewe ni Musa Juma then ukaweka email yako, pia unaweza ukaweka phone number. Baada ya hapo sasa ndio unaweza ukamalizia kwa attach files, utabonyeza hapo, baada ya utakupeleka katika storage ya simu yako, uta upload hiyo file ambayo umeunganisha kwa pamoja, vyeti vyako CV, pamoja na barua ya maombi. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa tayari umesha maliza kila kitu, utatuma maombi. Nikukumbushe, usisahau kuandika subject na hakikisha kwamba email umeiandika kwa usahihi. Maana yake ukikosea, basi tambua kwamba maombi yatakuwa ya yanakwenda katika email nyingine, na ile sio ile email ya husika ya tangazo ambalo wewe unakusudia kutuma maombi. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza kutuma maombi ya nafasi mbalimbali mbali za kazi kwa kutumia email. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza ili kuweza kupata updates mbalimbali mbali za mafunzo kwa upande wa elimu pamoja na, na ajira. Kweo, sent na kwa hiyo, kwa kumalizia tu tutabonyeza send na hapo utasubiria, baada ya kuwa sent itakuonyesha kwamba tayari maombi yako yamekwenda kama tunavyoona.